Hello mambo vipi? Hii ni Vive Creatives kwa mara nyingine tena na ni Mr. C kutoka Vive Creatives hapa. Leo nakuja na brand new video ambayo imekaa kitofauti sana na video ambazo kila siku mmekuwa mkizoea nikiwafundisha. Leo nakuja kufundisha kuhusu VPN ni nini. Wengi tumekuwa tukisikia kuhusu VPN, tumekuwa tukikonekti sana VPN lakini tunashindwa kujua VPN ni nini. Na katika video hii hapa naenda kufundisha pia ujue kwamba VPN inafanyaje kazi kwenye simu yako, au kwenye tablet yako, au kompyuta yako, na au kifaa chochote unachotumia kuingia online. Unataka kujua VPN ni nini na inafanyaje kazi? Kuwa na mimi mwanzo mpaka mwisho wa video hii hapa. Usiache kutana na notification, usiache kusubscribe, usiache kucomment hapo chini kama endapo utakuwa na swali lolote kuhusu kitu chochote kinachohusu technology. Na kama unataka kujifunza vingi na vingi na vingi kuhusu technology, usiache kubrowse kwenye channel yetu hapa tumeweka video nyingi nyingi nyingi sana. Na kwanza kwanza nikuelekeze nini maana ya VPN. VPN ni kifupisho cha maneno virtual private network, yani kwa Kiswahili naweza kusema ni mtandao wa kibinafsi wa kidigitali. VPN kifupi cha maneno virtual private network, yani ni mtandao. Kwa lugha rahisi, ni kwamba ni mtandao ambao unakusaidia wewe kujificha, yani kuonekana kwako katika mambo ya kimtandao yani, kwa lugha rahisi ya Kiswahili labda nikisema nitoe mfano naweza nikasema VPN ni kama anda kila siri unalotumia kuingia kwenye mtandao. Yani unaingia kwenye mtandao, lakini ni kama vile umejificha wakati ule unaingia kwenye mtandao. Ndo hiyo maana halisi ya VPN, na lengo kubwa ni kukufanya wewe usionekane na mtu yoyote unapokuwa unaingia online au usionekane taarifa zako unapokuwa online. Kitu ambacho watu wengi hawajui ni kwamba unapokuwa unaingia online kwa kutumia simu yako au tablet au PC yako au kifaa chochote unachoingia nacho online, hii mitandao, kwa mfano, kuna watu ambao wanaweza wakawa na access ya kujua wewe uko wapi na unachokibrowse ni nini. Kwa mfano mitandao ya simu wana uwezo wa kujua wewe wakati gani umeingia online, wewe ni kitu gani umekibrowse, hata kama ni vitu vyako vya ovyo, na ni sehemu gani uliopo wakati unafanya hicho kitu. Ndio maana unaona sometimes kuna mtu anaweza akafanya uhalifu wa kimtandao akakamatwa, au kuna watu kama hackers au ma IT wengi wanafanyaga vitu kama hivyo, ni kwamba anakuwa na uwezo wa kujua ni wakati gani umeingia online, ni kitu gani unakifanya na ni sehemu gani uliopo kwa sasa ndo hapa faida VPN inapokuja ni kwamba, VPN yenyewe inakusaidia wewe sasa, ni kitu ambacho kilitengenezwa ili kikusaidie wewe kufanya mambo yako kwa njia za siri. Yani, uko Tanzania, badala ya mtu kuona uko Tanzania unapotumia VPN, kwa mfano unachagua server, unaweza ukachagua Jerumani, unaweza ukachagua Marekani, unaweza ukachagua wapi. Ile VPN inachokifanya ni kuhamisha location yako ile uliopo na kukuonyesha uko location nyingine. Yaani, kwa njia nyepesi, kwa lugha nyepesi, nikaambia unakuwa unatumia server ya VPN kujionyesha online. Nisitumie lugha ngumu sana, wengi wanaweza wakasema server ni nini, siwachanganye. Lakini hiyo ndio lugha nyepesi zaidi ambayo naweza nikatumia kueleza kuhusu VPN, kwamba VPN ni mtandao wa kibinafsi wa kidijitali ambao lengo lake kubwa ni kuficha taarifa zako na kuficha location yako unapokuwa online. Sasa unaweza kujiuliza, VPN inafanyaje kazi? VPN inafanya kazi kwa njia ya kipekee sana ambayo njia inayofanya ni kuficha taarifa zako na na kulinda maeneo ulipo. Kazi kuu za VPN ziko nne, japokuwa ziko nyingi nyingi zingine, ila kazi main ambazo zinajulikana na watu wengi zitumia ziko nne. Kazi ya kwanza ni kuficha anwani yako, yani IP address yako, yani watu wanaweza, watu hawawezi kujua uko wapi na ni wakati gani. Kazi nyingine ni kuficha data zako au taarifa zako za vitu unavyofanya unapokuwa online. Kwa unapokuwa unatumia VPN, unakuwa, unaficha taarifa zako. Mtu yoyote iwe ni kampuni ya mtandao, iwe ni serikali ya nini, inakuwa inashindwa kujua taarifa zako za unapokuwa online. Kazi nyingine VPN ni kukusaidia wewe kuingia katika tovuti ambazo zimefungiwa. Hivi unaweza kujua kwamba hata kibongobongo sometimes kuna tovuti ambazo haturuhusiwi kuingia kulingana na na sera za serikali. Kwa mfano, kibongo bongo kuna vitu kama video za X. Huwezi kuzi-access bila kutumia VPN. Kwa hiyo, VPN inakusaidia wewe kuingia katika tovuti mbalimbali ambazo zimefungiwa. Hata mtandao wa Twitter kwa sasa unakuwa umezuiliwa na serikali kwa sababu ya mambo mbalimbali. Lakini ukitumia VPN, kwa kuwa na change location uliopo, VPN ina uwezo wa kukuonyesha vile vitu ambavyo serikali au utaratibu wa nchi wenyewe umezuia. Kitu kingine ni kwamba VPN inakusaidia unapokuwa unatumia wifi za umma, yani zile public wifi, umeenda labda ni vyuoni, umeenda ni vyuoni, umeenda labda hotelini, zile ni sehemu ambazo huwa ni hatari sana na ni rahisi sana kuwa hacked unapokuwa unatumia simu yako, kama mtu umeshare wifi na mtu ambaye ni haga kwa wakati mmoja, basi yule mtu ni rahisi zaidi zaidi zaidi, ana chansi kubwa sana ya kuweza kuingia kwenye sistimu yako ya simu na kufanya chochote anachokitaka. Kwa hiyo unapokuwa unatumia VPN inakusaidia wewe kujilinda zaidi na zaidi na zaidi na watu kama hao, unapokuwa kwenye wifi za hoteli, unapokuwa una labda kwenye kumbi za mipira, unapokuwa uwanja wa ndege, hivyo inakusaidia VPN. Kwa hiyo kwa kusummarize tu VPN ni kifupisho cha maneno matatu Virtual Private Network, ambao kwa Kiswahili naweza kusema ni mtandao kibinafsi wa kidijitali ambao lengo kubwa la VPN ni kulinda taarifa zako na kuficha eneo lilipo lisionekane. Kazi zake kubwa ndio hivyo kuficha anwani yako, kulinda taarifa zako unapokuwa online, kulinda unapotumia wifi za umma, na kazi nyingine, inakuwezesha kuingia katika tovuti ambazo zimezuiliwa. Hiyo ndo maana halisi ya VPN na hizo ndo kazi kuu za VPN. Na hope mmeenjoy video hii. Hapa ni Mr Sick kutoka Five Creatives, na kama unataka kujifunza zaidi na zaidi kuhusu VPN, unataka kujua faida za VPN, unataka kujua hasara za kutumia VPN, unataka kujua madhara ya VPN kwenye simu yako, usiache kutembelea channel yetu. Tumekuandalia video nyingi nyingi nyingi nyingi, na kama utaikuta video hiyo, basi usiache kutana notification on, kwamba tunapokuja ku drop video mpya tu ambayo inafundisha nyaka kama hizi hapa au zingine zaidi kuhusu technology, unakuwa pamoja na sisi. Hadi wakati mwingine, tukutane video ijayo. Ciao.